Ya kwanza 22 hadi 23. Mhm. Wahurumieni wengine walio na shaka. Mhm. Na wengine waokoeni, waokoeni kwa kuwanyakuwa katika moto, katika moto. Na wengine wahurumieni kwa hofu. Mhm. Kitu eh, mkichukia hata baadhi ile iliyotiwa, iliyotiwa uchafu chafu na mwiba. Kabisa. Ii. Toeni kwa Kipaumbele kwao na baba na mama, vijana wa kike na wa kiume, wapende kipaumbele kwao hawajaokoka, ili kwamba uwaendee wavwake, ili mtumie juhudi nyingi sana kuwaokoa katika mauti ya jehanamu. Nikawaeleza namna mtakavyokuwa mnawaokoa Luka 18 11 Sura ya kumi na nane mstari wa kumi na moja mpaka kumi na tatu Yule farisayo akasimama akiomba hivi moyoni mwake, E, Mungu na kushukuru kwa kuwa mimi si kama wengine, si kama watu wengine, wanyang'anyi, wadhalimu, wazinzi, wala kama huyu mtoza ushuru. Mimi nafunga mara mbili kwa nyuma, kutoa sadaka katika mapato e, yangu yote. Lakini yule mtoza ushuru akasimama mbali wala kuthubutu hata kuinua macho yake mbinguni bali alijipiga kifua akisema e, Mungu ni werari mimi mwenye dhambi. Luka kumi na nane kumi na moja hadi kumi na nne Luka nuuinjinnan Luka kumi na nane sal mm -hmm. Nasema nawaambia huyu alishuka kwenda nyumbani kwake, anahesabiwa haki kuliko yule yeah, yeah. Koma, akina, nae, adikirae, atapwezo, ata, kwa maana yu, kila ajikwezae atajiriwa naye ajijiae atakwezwa atainuliwa juu. Kwa hiyo tunaangalia msema kabisa kwa kila mmoja ajitambua nafsi yake jinsi alivyo na wakati Mimi ni mwenye dhambi, naomba unisamehe. Yani, hilo ni msamaha, ni kitu cha kwanza. Kwa hiyo kwenye msamaha, msamaha ni kitu cha kwanza, lakini awawarakawa